Namba 45 ambapo kwa miaka mingi, saratani ya matiti imekuwa ikihusishwa zaidi na wanawake. Hata hivyo, pia wanaume katika maeneo ya mijini na vijijini wanakumbwa na maradhi hayo, kama anavyotuarifu Crispin Otieno. Mwezi wa Oktoba unatambulika duniani kote kuwa ni mwezi wa kuwaenzi waathirika waliopona saratani na kuhamasisha umma kuhusu ugonjwa huo, wito mkuu ukiwa ni watu kujitokeza kupimwa mapema bila kujali jinsia. Ili kuelewa zaidi, tulimtembelea Crisantus Bundi katika kijiji chake cha Embonga, eneo la Miruka, kaunti ya Nyamira. Kutoka mbali, mzee huyu mwenye umri wa miaka sabini anaonekana mwenye afya njema anapoendelea na, na shughuli zake za kawaida kijijini. Hata hivyo maisha yake yalibadilika ghafla mnamo mwaka elfu mbili ishirini na mbili alipogundua kuwa kile alichodhani ni uvimbe wa kawaida kwenye titi la kushoto kiligeuka kuwa saratani, jambo ambalo alilipuuza kwa muda. E, baada ya kutoa hiyo kanyama kidogo akatuma Nairobi, wakaundua e, ya kwamba ndiko na hiyo kansa ya titi, lakini ilikuwa ya stage two, ilikuwa stage spread sana, ilikuwa at that stage two. Alafu, daktari akani advise ya, ya, ya, kwamba sasa e, yako si mbaya sana, wacha tuanze hiyo safari na tutaanzia kemo. Tangu wakati huo alikimbizwa katika hospitali moja mjini Kisii, ambapo amekuwa akipokea huduma maalum za matibabu kwa takriban miaka mitatu sasa. Tuko wengi, iko wengine hata manyumbani wanachificha. Kwa vile wanafikiria kansa ni, ni uchawi, pengine wanafikiria kansa ni kazi ambayo si hivyo. Watu wetu wajitokeze nje eh, we are ready because we are survivors. Katika siku hii, familia ya mashujaa wa saratani iliandaa kongamano la pamoja kuadhimisha mwezi wa ufahamu kuhusu saratani ya matiti kwa njia ya kipekee, tukiweza kuselebrate na wale wagonjwa ambao tumeweza kutembea na wao wamemaliza matibabu, wengine bado wanaendelea na matibabu. Na siku hii sio wanawake peke yake wako hapa ambao wako na shida ya, ya matiti ila tuko na pia wagonjwa ambao wame survive other cancers kama prostate cancer, cervical cancer, esophageal cancer. Hapa wote wanaonekana kama familia moja wakiunganishwa na malengo sawa ya kupeana matumaini na kusaidiana katika safari ya uponyaji. Siku iligeuka kuwa ya furaha tele. Wazee na vijana wakicheza ngoma kama enzi za ujana wao, alone siku moja walikuwa na, na kansa ya matiti ama kansa yoyote lakini, leo unavyowaona wamevalia vizuri, wana furaha, wameweza kuku, kuburudika na sisi, wamerudi katika maisha zao za kawaida. Wengine wakashiriki ushuhuda wao kuhusu changamoto wanazopitia katika safari yao ya uponyaji. Wito wao kwa serikali na wizara ya afya ni kuhakikisha matibabu ya saratani yanapunguziwa gharama ili yawafikie wote hasa walemavu na walio katika hali dhaifu kimaisha. Crispin Otieno, runinga ya Citizen, Kisii.